Bwana Yesu, unaifanyaje damu ifanye kazi kwenye maisha yako? Unafanya nini ili damu ya Yesu ifanye kazi to kwenye maisha yako. Jesus, unafanya right, nini ili nguvu ya damu ya Yesu ifanye kazi kwenye maisha yako. Ningependa nilindwe eneo nililoko, kuna mapepo kuna wachawi watu wananitafuta kuniua. Damu ya Yesu itanisaidia vipi? Sitaenda dukani ninunue maji na yajua kabisa ni ya uhai, nianze kuyabadilisha kuwa damu, halafu ndije kumwagilia hapo kwa ajili ya nini? Naweza na kuwa narudi kwenye kuabudu sanamu bila kujijua. Hakuna nguvu kwenye maji. Hakuna. Wewe itumie damu ya Yesu. Itumie nguvu halisi kwenye damu ya Yesu. Kwa namna gani? Biblia inasema. The Bible says. Bwana, Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tuanze na Ufunuo 12 mstari wa 11. Revelations 12 and verses 11. Soma. Uh, Biblia inasema Ufunuo 12:11, Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao Ambalo hawakupenda maisha yao hata kufa. Walimshinda shetani, they overcame the devil, kwa damu ya mwana kondoo, by the blood of the lamb. Bwana Yesu asifiwe, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe, praise the Lord. Kwa hiyo unamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo, you overcome the devil by the blood of Jesus. Namna gani? How? Kwa neno la ushuhuda. The word of your testimony. Kwa neno la ushuhuda lazima yaweko maneno unayoyasema kuhusu hicho alichofanya Yesu kwa ajili yako, lazima uyaseme. Wale watu wa Israeli wangechinja kondoo This little lamb, kwenye hiyo Kutoka kumi na mbili, halafu wasiweke damu kwenye miimo ya milango, hawa watu wangeuawa. Na ambaye alikuwa anawaua watu sio shetani, was not the devil. Alikuwa ni malaika aliyotoka kwa Mungu kwa ajili ya kuja kuhukumu Misri. Hilo ni lazima uelewe. Hata tunaposema we tumekombolewa kwa damu, haimaanishi ile damu alipewa shetani no, alipewa Mungu mwenyewe ili kuondoa hukumu iliyokuwa juu yetu inayompa shetani ruhusa ya kututesa lakini ukishasamehewa kwa ile damu, wewe umekombolewa, maana yake hautapata yaliyotakiwa kuja kwa nguvu ya hiyo damu. Kwa hiyo yeye Mungu akawa anaona damu kwenye ile miimo ya milango na ile familia inavukwa. Malaika wa uharibifu anawaruka. Wana wa Israeli wakawa salama, na kwa sababu hiyo that, mlango wa kutoka Misri ukafunguka. Hata ulipotaka kujitokeza mbele yao kwa bahari ya Shamu, bahari ya Shamu, bahari ya Shamu ikafunguka.